Ulishawahi kuamini sana viongozi wako? Ukaamini ahadi zao, ukaamini kesho bora. Uliamini kwamba kura yako ingekuwa sauti ya mabadiliko. Uliamini mateso yangepungua, uliamini maisha yangekuwa nafuu. Lakini leo unaumizwa, umechoka, umevunjika moyo. Unajiuliza kimoyomoyo, baada ya yote haya, bado kuna matumaini? Kama unasikiliza video hii, ujue jambo moja tu, ujumbe huu ni kwa ajili yako, kwa sababu hata gizani bado kuna mwangaza. Karibu sana, tunazungumzia afya, amani na maisha bora hapa. Hatujengi chuki hapa, hatuchochei uasi hapa, tunajenga nafsi ya mwanadamu. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kufika hapa, bonyeza subscribe. Hii ni nafasi ya kutafakari kujijenga na kupata tumaini jipya, hasa pale ambapo matumaini yalionekana kupotea. Tamko muhimu bila uchochezi: ningependa niseme wazi kabisa, mimi kama mimi sichochezi mtu yoyote. Sisemi mtu asipige kura, sisemi upige au usimpigie kiongozi fulani. Uamuzi wa kupiga kura ni wako binafsi, ni haki yako ya kikatiba, ni jukumu lako kama raia. Kila mtu ana akili yake, kila mtu ana dhamira yake, kila mtu ana sababu zake. Ninachokifanya hapa ni kushiriki ushuhuda wangu binafsi na yale niliyoyaona kwa macho yangu, ili tuyatafsiri kama somo la maisha, si kama silaha ya chuki. Nilipoanza kushuhudia matukio ya hongo, hospitali zenye uhaba wa dawa na maisha magumu ya wananchi wa kawaida, nikajiuliza: Hivi kweli tunapiga kura kwa nani kweli? Ahadi hizi zinakwenda wapi baada ya kura? Je, maisha ya mwananchi yana thamani gani kwa mfumo uliopo? Watu wengi husema hii si siasa, hii ni maisha yetu. Kama haya ni maisha yetu. Na ni kweli kabisa. Kwa sababu siasa haina maana yoyote kama haina uwezo wa kuboresha maisha ya watu. Niliona wazi kwamba wananchi wanapewa ahadi za muda mfupi zinazotoweka baada ya uchaguzi. Huduma muhimu hazifiki kama zilivyoahidiwa. Changamoto za afya, elimu na usalama zinaendelea kama kawaida. Lakini pia niligundua jambo moja muhimu: ushuhuda huu haupo kwa ajili ya kuumiza mtu. Ni darasa la maisha kwa raia wa kawaida, ni mwaliko wa kuhoji, kutafakari na kujijenga. Hebu nikupatie washuhuda halisi. Kwanza, hongo katika siasa. Nilishuhudia wazi hivi kabisa jinsi baadhi ya viongozi walivyotumia hongo kuwashawishi wananchi. Watu walipewa fedha ndogo ndogo. Vyakula viligawanywa. Ahadi za haraka zisizo na mipango ya kudumu zilitolewa. Nikajiuliza, je, demokrasia inapouzwa kwa pesa ama demokrasia inauzwa na pesa? Je, kura inapogeuka bidhaa, mustakbali wa taifa unakuwa wapi? Lakini nikagundua kitu kingine muhimu: hili si suala la mtu mmoja, ni tatizo la mfumo mzima. Hili si suala la mtu mmoja, ni tatizo la mfumo mzima. na kwa raia wa kawaida hili ni somo kubwa. Jiulize, tafakari, usiruhusu udanganyifu wa muda mfupi uharibu kesho yako. Pili, hali duni ya afya, mama aliyeumia. Kilichoniumiza zaidi moyoni ni tukio la mama mmoja aliyeumizwa vibaya na mnyama hatari. Tulimbeba haraka kwenda hospitali. Tulitarajia huduma ya dharura, tulitarajia antivenom, dawa ya kuokoa maisha. Lakini hospitali haikuwa na dawa, haikuwa na vifaa, haikuwa tayari kuokoa maisha niliona huzuni ya familia yake. Nilihisi hasira ya kimya kimya. Nilihisi uchungu wa mfumo unaoshindwa wakati wananchi ama mwananchi anapohitaji msaada. Hili linatufundisha kwamba mfumo wa afya umeachwa nyuma. Hakuna uwajibikaji, hakuna uwajibikaji wa dharura. Maisha ya raia ya kuhatarini, wakati ahadi zinabaki kwenye makaratasi tu. Hapa nilijifundisha somo kuu. somo kuu la hapa ni moja, uongozi unaoanza kwa udanganyifu unahishia kuumiza maisha ya wananchi. Ama mwananchi huu mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV, ni kuelezee kwa kina, nadhani utanielewa zaidi. Kila tukio lilinifundisha jambo moja: kuvunjika moyo kisiasa sio mwisho wa tumaini. Ni ushuhuda wa maisha halisi, ni changamoto ya kuamka kiakili. Hata pale ambapo mfumo unashindwa, tumaini bado linaweza kuishi ndani yetu. Nilijionea ukweli huu. Maumivu si mwisho wa safari. Changamoto si hukumu ya maisha. Kila tukio ni somo. Kama tukichagua kujifunza, tunaweza kutumia mapungufu ya mfumo kama nguvu ya kujijenga. Tunaweza kuacha kulalamika pekee na kuanza kujiuliza maswali sahihi. Nifanye nini kuboresha maisha yangu? Ni maarishaji familia yangu? Niunge mkonoje jamii yangu? Hapo ndipo mwanga unaanza kuonekana. Mtazamaji na msikilizaji, yanayojiri mitaani TV. Tumaini jipya baada ya kuvunjika moyo. Hapo ndipo mabadiliko ya kweli yanaanza. Tumaini halitoki kwenye jukwaa la kampeni pekee. Tumaini halikai kwenye mabango ya ahadi. Tumaini linatoka ndani yetu. Linatoka kwenye hatua ndogo tunazochukua kila siku. Kwa mfano halisi, hebu nikupatie mifano halisi tafadhali. Mwananchi anayeanzisha biashara ndogo ili kusomesha watoto wake, vijana wanaojitolea kufundisha watoto bila malipo, wanawake wanaopambana kupata huduma za afya kwa nguvu zao, haya yote ni matumaini yanayoishi. Ukweli ni huu, tum tumaini linapopotea kwa viongozi linaweza kupatikana kupitia nguvu binafsi na mashikamano ama mshikamano wa jamii. Kujijenga ni hatua ya kwanza ya kupata maisha mapya. Kila hatua ndogo ni ushahidi mkubwa, bali ni darasa la maisha. Darasa hili linatufundisha uvumilivu, linatufundisha kufikiri kwa kina, linatupa mwongozo wa kuishi kwa hekima. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri Mitaani TV, hivyo basi kumbuka hili: uamuzi wa kupiga kura ni wako, maisha yako ni yako, mustakabali wako unaanza na wewe. Kuvunjika moyo kisiasa hakumaanishi mwisho wa matumaini, haumaanishi wewe ume, umevunjika. Inamaanisha unabadilika, unakomaa, unaamka. Unapojenga nafsi yako unajenga nguvu ambayo hakuna uongozi mbaya unaweza kuichukua. Kama ujumbe huu umekugusa mtazamaji na msikilizaji, yanayojiri mitaani TV, subscribe kwa maudhui zaidi ya afya, amani na maisha bora. Kumbuka, maisha yako ni yako. Tumaini lako halifi, na uongozi mbaya hauwezi kukuua kiroho. Na hii ni Yanayojiri Mitaani TV.